nina kitabu kwenye maktaba yangu kinachoitwa The mia moja. Ni kitabu ambacho mwandishi eh, anajaribu kupanga watu mia moja wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya dunia. Basi nilikuwa nilifurahi kugundua kwamba Yesu alikuwemo kwenye orodha hiyo. Kwa kweli, alikuwa kwenye kumi bora, lakini hakuwa wa kwanza na nambari nambari mbili alienda kwa Isaac Newton. Nambari nne baada ya Yesu alikuwa Buddha. Kwa hiyo kati ya Newton na Buddha, katika nafasi ya tatu alikuwa Yesu Kristo. Usijali kwa njia kwamba kati ya watu wote waliotajwa kaburi lake ndilo pekee ambalo ni tupu. Basi ngoja nikwambie, haijalishi dunia inamweka Yesu katika nafasi gani; karibu na wewe leo hilo si jambo muhimu sana katika maisha yako. Mimi nisingejisumbua sana sana na hilo. Kilicho muhimu sana ni jinsi unavyompa Yesu nafasi katika maisha yako. Yesu ni nani kwako wewe? Sasa wanafunzi watakutana na swali hilo, lakini kabla hatujafika hapo, somo letu linatupeleka kwenye Mathayo saa 15 na madakika 39, ambapo tunaambiwa kwamba Yesu na wanafunzi wake sasa wanaondoka katika eneo la Dekapoli. Wamekamilisha tu eh kuwalisha watu nguvu za kimiujiza za Yesu ziliwalisha watu elfu nne ambao wengi wao walikuwa eh, watu wa mataifa. Sasa wanasafiri kuelekea kaskazini magharibi wakivuka bahari ya Galilaya hadi eneo la Magadani. Mako saa nane na madakika kumi inaita mahali hapa Dalmanudha. Dalmanudha ilikuwa bandari ya Magadani. Sasa mara tu walipofika, Marko anatueleza hapa kwenye mstari wa kumi na moja, Mafarisayo walikuja na kuanza kubishana nao. Simulizi la Mathayo linatuambia kwamba walikuwa wameambatana na e Masadukayo. Walikuja kumjaribu kwa kudai ishara kutoka mbinguni. E, walitaka kuthibitisha kwamba mamlaka yake inatoka kwa Mungu. Sasa tayari amefanya ishara kutoka mbinguni, na hapa anakataa ombi lao. Unaona, Yesu anajua tatizo lao sio ukosefu wa ushahidi. Tatizo lao ni ukosefu wa imani. Mathayo kumi na sita nne inatuambia kwamba Yesu anawajibu kwa kuwaambia kwamba ishara pekee watakayopata sasa hivi ni ishara ya Yona, na hiyo, hiyo ni dokezo la ufufuo wake utakaotokea siku ya tatu. Na ngoja ni kuambie mpendwa, huhitaji kujibu kila swali la dhihaka eh, ambalo mtu asiamini anakuuliza huko nje, hata kama wanaomba ushahidi zaidi, hasa pale ambapo mtu huyo hana nia ya kupata jibu kweli. Sasa injili ya ya Marko sura ya nane mstari wa kumi na tatu inatuambia kwamba Yesu na wanafunzi wake waliingia kwenye mashua na wakaondoka kwa kusafiri kwa kweli. Mstari wa kumi na nne e eh, unaonyesha kwamba walisahau kubeba mikate zaidi na na anasema hapa kwamba walikuwa na mkate mmoja tu nao kwenye mashua. Kisha Yesu akawaambia katika mstari wa kumi na tano jihadharini na chachu ya Mafarisayo na chachu ya Herode. Basi wanafunzi walikosa kabisa maana, kama vile mstari wa 16 unavyosema, wakaanza kujadiliana kuhusu ukweli kwamba hawakuwa na mkate. Walidhani Yesu anawakemea kwa kusahau kubeba barafu yenye mkate, labda labda hata siagi kidogo. Sasa Mathayo 16 na mstari wa 11 inaandika Yesu akiwaambia, inawezekanaje hamwelewi kwamba sikuwa nazungumzia kuhusu mkate? Jihadharini na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Basi mstari wa kumi na mbili unasema wakaelewa kwamba hakuambia wajihadhari na chachu ya mkate, bali na mafundisho ya mafarisayo na Masadukayo. Kwa maneno mengine, onyo lake hapa ni ni kujihadhari na mafundisho yoyote yanayopingana na neno la Mungu. Anasema kwamba mafundisho ya uongo ni kama chachu, itakuwa na itaathiri kila kitu kilicho karibu nawe. Sasa walipofika Betsaida, mtu kipofu aliletwa kwa Yesu na Yesu akaweka mate machoni pa yule mtu akamwekea mikono yake, uoni wake ukarejeshwa. Lakini kinachonivutia ni kwamba muujiza huu maalum unafanyika kwa hatua mbili. Mara ya kwanza uoni wake ulikuwa hafifu. Tukirudi kwenye Marko sura ya 8 tunaambiwa katika mstari wa 24 kwamba anaona watu, lakini wanaonekana kama miti inayotembea. Kisha Yesu akaweka mikono yake tena juu ya yule mtu, na anaona kama tunavyoambiwa hapa kwa uwazi. Sasa kwa kweli hatujaambiwa ni kwa nini Yesu alimponya yule kipofu kwa hatua mbili. Labda ilikuwa njia ya Yesu kutufundisha kwamba tunapaswa kumwamini anapofanya mambo kwa njia zisizoeleweka kwetu, anapofanya anapofanya bila kujieleza. Labda uponyaji wako wa kimwili unafanyika kwa hatua Pengine kwa sasa ni sehemu tu, lakini siku moja utaponywa kikamilifu kabisa mbinguni. Sasa, baada ya haya, wanaanza tena safari yao. Watatembea takriban maili 25 kaskazini hadi mahali panapoitwa Kaisaria Filipi, na wanapofika tunaambiwa hapa kwenye mstari wa 27 kwamba Yesu anawauliza wanafunzi wake, na hapa ndipo swali, watu wanasema mimi ni nani? watu huko nje wananipa nafasi gani? Inaonekana watu mitaani wamempa Yesu nafasi ya juu kabisa, sio wa kwanza, lakini yuko juu pamoja na Yohana Mbatizaji na na, na nabii Eliya. Sasa Yesu anabadilisha swali na kulifanya kuwa la kibinafsi zaidi, hapa kwenye mstari wa 29: lakini nini mnasema mimi ni nani? Acha nikuambie, mpendwa, hilo ndilo swali muhimu zaidi ambalo mtu yeyote atawahi kujibu. Wewe unasema Yesu ni nani? Mtu mmoja msomi sana mwenye umri wa miaka sabini ambaye alifundisha shule ya Jumapili kanisani kwa miongo kadhaa aliniambia siku moja kwamba alidhani Yesu alikuwa alikuwa eh, tu rabi mzuri kwa kweli. Alisema, mimi namuita Yesu rabi. Yesu basi nilimwambia kile ninachokuambia sasa. Hakujua Yesu ni nani. Unajua, kile unachoamini kuhusu Yesu kitaamua hatima yako ya milele. Unasemaje? Unaamini mimi ni nani? Yesu anawauliza wanafunzi wake. Na unajua, Petro anainua mkono wake. Yeye huwa anainua mkono darasani kila mara, na anasema mimi, mimi ninajibu Anasema, wewe ni Kristo, yaani uliyepakwa mafuta. Hiyo ni kauli ya masia, ni ni mi, mineno la masia. Injili ya Mathayo kwa njia inatupa jibu kamili la Petro nyuma kwenye sura ya kumi na sita sasa, na mstari wa kumi na sita anasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ah, Petro anajua kwamba Yesu ni zaidi ya mwalimu wa kiyahudi tu. Hii ni tamko la uungu wa Yesu Kristo. Wewe ni Masia, mwana wa Mungu. Yesu anajibu hapa kwenye mstari wa 17 akimwambia Petro kwamba ukweli huu umefunuliwa kwake na Mungu Baba. Kisha kwenye mstari wa 18, na anasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Na kwa njia, mwamba huu si Petro. Ni msingi imara wa kile ambacho Petro ametamka sasa hivi. Kanisa limejengwa juu ya ukweli kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Basi Bwana pia anamwambia Petro hapa kwenye mstari wa 19, nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Kwa maneno mengine, Petro, kile ulichokitamka sasa hivi, injili ambayo wewe na wanafunzi wengine mtahubiri hapa hivi karibuni, hiyo injili ndiyo ufunguo wa kufungua ufalme wa mbinguni. Basi baada ya tangazo hilo Yesu anaanza kuwaambia sasa kile kilicho mbele yao, hapa kwenye mstari wa 21, tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonyesha wanafunzi wake kwamba lazima aende Yerusalemu na ateseke mambo mengi na awawe na siku ya tatu afufuke. Sasa Petro anainua mkono wake tena darasani, anasema hapa kwenye mstari wa 22, akamchukua Yesu kando na kuanza kumkemea akisema, hasha Bwana, Hili halitakupata kamwe. Yesu akamjibu kwa ukali, mstari wa 23: rudi nyuma yangu, Shetani! Wewe ni kikwazo kwangu, kwa maana huwazii mambo ya Mungu bali ya wanadamu. Kwa maneno mengine, sasa hivi unajifanya kama wakala wa shetani na si wangu. Tafsiri ya New Living Translation inasema hivi, unaona mambo kwa mtazamo wa kibinadamu tu na si kwa mtazamo wa Mungu. Sasa fikiria hili. Petro alikuwa amejibu kwa ufunuo wa kiungu kwamba Yesu ni masihi aliyetiwa mafuta, mwana wa Mungu. Na sasa baada ya mistari sita tu, Petro anamkemea mwana wa Mungu, anatoka kwenye uelewa hadi upumbavu. Sasa hebu niweke hivi: kama inawezekana kwa Petro kubadilika haraka kutoka kwenye uelewa hadi upumbavu, je, ni rahisi kiasi gani kwetu sisi kufanya hivyo hivyo? Ninapofikiria hili nadhani, na sehemu ya tatizo la Petro ni kwamba amesahau anaongea na nani. Anaanza kuzungumza na Bwana kana kwamba Bwana anahitaji kurekebishwa kana kwamba Bwana ni mmoja wa marafiki zake, mwanafunzi mwingine tu. Sisi pia tunafanya hivyo hivyo, wapendwa, tunaporekebisha muda wa Bwana au au e eh, kutokujibu kwake kwenye jambo fulani katika maisha yetu, tunaanza kuzungumza naye kama rafiki yetu wa kawaida, kama vile yeye ni mtu mwingine tu. Tatizo la Petro ni kwamba alisahau alikuwa anaongea na nani. Tatizo la Petro pia e eh, linahusiana na matarajio a Petro. Hakuwa anatarajia kile ambacho Yesu amesema sasa hivi, alikuwa anatarajia miujiza iendelee ufukweni. Hakuwa anatarajia misumari na taji la miiba. Unaona kama Petro, matarajio yetu mara nyingi yanajikita kwenye ubinafsi na hayana upeo wa mbali. Tunaangalia mambo kwa mtazamo wa wa kibinadamu na si wa Mungu. Lakini pamoja na hayo, hebu nikupe habari njema: Yesu hakumfukuza Petro darasani, alimvumilia na kuendelea kumfundisha kama vile neno lake linavyoendelea kutufundisha sisi. Kwa hiyo wapendwa, endeleeni kujifunza, jifunze kila unachoweza kuhusu Yesu. Kushindwa hakukufanyi uwe mshindwa. Hakikisha tu unampa nafasi yake inayostahili. Kila wakati mrudishe kwenye kiti cha enzi. Hakikisha unampa cheo cha juu kabisa, si namba mbili, si namba tatu. Hapana, yeye ni Bwana wako mwenye mamlaka yote, masihi wako, yeye ni mfalme wako ajaye. Basi hadi wakati mwingine wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Amina.